So ladies and gentlemen right about now, we are here na kuna watu wengi sana kama wewe nimesaidia. Kuna watu wengi sana pale nimetembea nao ambao walikuwa wanapitia shida sawa na hilo. Unajua, kuna wale wanaiba, wanaenda, wanajichemsha mahali, huwezi wewe, kama polisi, huwezi wafanyia chochote. Unawapiga risasi hawakufi, haiwaguzi um. wanajichemsha pale sana kwa hivyo nimesaidia sana kwanza, hata wa polisi wengi ambao wanapitia mambo kama hayo, kwa sababu watu kama hawa sasa, ukianza kuwafuata wanakujia maisha yako, lakini wewe kwa sasa nitakuhakikishia mm, maisha yako iko sawa na uko, uko salama salmini. Sasa hata mtu akikufuata mm, umekingwa kwa hivyo you have that protection, hakuna yule atajaribu kukuguza hata akupate kuagiza usiku, ajaribu kukufuata usiku, hautakuwa yeah. na uh, uh, tatizo lolote, utakuwa sawa kabisa. Kwa hivyo sahi, hata ukikimbiza mtu ukifuatana na mtu kuhusu mambo kama haya, usiogope. mm -hmm. mm -hmm. fuata ukiwa na ujasiri kabisa. mm -hmm. kwa sababu sisi kitu ambacho tunataka ni haki iweze kutendeka, si ndio? Kwa hivyo wacha tumpigie, mm -hmm. yeah. Halima. Uh, tutampata au vipi? Tumpigie Halima tuone, tumwambie hmm. Vitu vya dadake vimepatikana ama. Hello? Hello? Hello? Eh, Halima Jambo e, kwa hivyo tumefika na mzee Madala e, tumefika pale ile sehemu ambayo tulikuwa tunaenda kupata vile vitu vya dadako na hatukuwa tumempigia Fatuma kwa sababu Fatuma pia simu yake iko inaenda through. Kwa hivyo eh, hivyo vitu hivyo vitu vimepatikana na tujui, tujui e, tunataka tuku, tukupange ndio e, uweze kujua uweze kujua siku siku tujue ambayo tutakuelezea ndio uje uchukue hivyo vitu. M, Hello, Hello wasemaje? Eh, uko kazini? Oh, sawa we shughulikia hiyo emergency, alafu tutaorganize ndio tuweze kukuja na, uh, na, na bwana Madala uh, na ame, si ati ameiona bali tume, tumeona tumepata ile televisheni na tumepata pata hiyo gas cooker na vitu vingine pamoja hata na radio. Kwa hivyo tutakupigia alafu tutakuja tukuchukue, alafu uh, ndio ukuje uchukue hivi vitu haya. Shukrani, uwe na wakati mwema. Huyo oh, ni dadake Fatuma. Fatuma oh. Nilikuwa nampigia simu ndio angalau awe hata na ile moyo wa, wa kujua vitu vimerudi. Hmm. Hmm. Kwa hivyo tunatarajia tunatarajia, iwapo e wakati mwingine wowote ule, pengine uh, kutakuwa na tatizo lingine lolote, tutajaribu tu tuone jinsi ambavyo eh, watakuwa wanasaidiwa, manake uh, kwa kweli Mzee Madala Mm, haya -hmm. Mambo hayajakuwa rahisi, hayajakuwa rahisi kwa sababu huyu um, dada mm -hmm. anaitwa Fatuma, Fatuma, ameteseka kwa muda, ameteseka mm -hmm, ndipo sasa nikaenda nikamwambia detective hapa manake, detective naye, kabla ni safiri kidogo, niene pale Ulaya miaka ya hapo awali. I think unakumbuka vizuri kabisa wakati ulikuwa ndio wakati ulikuwa na unaingia una pale hivi uh, ilikuwa shule ndo ulikua umeenda kufanya hii criminology. Wakati alikuwa anafanya criminology, ndio mi nilikuwa nasafiri, kwa hivyo nikatoka Kenya kidogo, na nikaona kwa sababu detective hapa hivi ni mtu ambaye tunafanya vitu vingi na yeye, kwa hivyo nikaona ni angalau aje kunisaidia, um, kumpeleka pale hivi hawa jinsi ambavyo ulikuwa unamwelezea Yeah. Walijaribu upande wangu mambo wa hayakuwa ya rahisi mm, haingewezekana, kwa hivyo yakaweza kumpata detective hmm? Uh, detective una kwa sababu najua uja ujaingia kazi uh, kwa muda mrefu na imekuwa ni kitu ambacho ni makosa pia. Sijui we una mpango upi? Unarudi kazini wakati gani? Kwa saizi fikiri saizi kurudi kazi kwani mm, lakini wacha tuone wacha tuone, hmm. Najua sahii bado mwili hauko sawa, lakini utakuwa sawa hmm. E, mi ntakuwa na, nazidi kuja kumwona detective na ntakuwa najaribu kumtembelea detective pale kwake, ambapo ntawapeleka pia, ndio tuweze kujua jinsi ambavyo detective anaendelea au vipi. Mzee madala iko e, sawa hmm. Uh, kwa sababu lazima pia tujue anaendelea vipi? mm -hmm. Uh, na hali yake inadhoofika ina ama inaendelea kuwa sawa hiyo. mm -hmm. Unajua ndio muhimu zaidi. mm -hmm. Naam lakini hali yake umetuhakikisha itakuwa shwari kabisa? Hali yake itakuwa shwari kabisa. mm -hmm. Uh, sijui kama ntaharibu kwa kupeana hii, lakini ni, ni, maono tu nimeona huko mbele mm -hmm. Uh, naona wewe na detective, mtakuwa karibu sana. Mm -hmm. Kazi mingi sana, mtasaidia watu wengi sana mkiwa pamoja okay. Uh, sitaki kusema mengi ama sitaki kusema kwa njia gani mm -hmm. hiyo ni nyinyi tu sasa mtajua, lakini mtakuwa moja watu wengi sana watawaletea matatizo, shida zao, what they are going through and you'll walk those uh, waves together okay. haa yeah. an uh, sisi tunashukuru sana uh, Mzee Madala mm. um, detective naona hapa hivi itabidi aende angalau aende atapata kama ni maji no, aende mm, akunywe mm, mm. pale maji pale nje, ndio wakati ambapo pengine anapumzika pumzika, najua mambo yatakuwa shwari na tunashukuru sana uh, Mzee Madala na tuna tuna hope tuna hope hivi vitu viko sawa, na ukijana uh, sijui utaenda kuwawachilia ama ama watazidi kuteseka, hivyo kulingana na wewe na hekima yako. Uh, mimi na hekima yangu, unajua sipendi watu waki wakitatiza Uh, hali ya watu kuishi mm, sio jambo mzuri kwangu mm. Kwa hivyo mimi nilikuwa naonelea ni waache kidogo tu waweze mm, kuyapitia hali kidogo, lakini pale mbele tutawafungua tu mm. Najua kuwafungua kwa sasa si lazima nirudi huko ndio niwafungue yeah. uh, vile huyo amepata tu vitu zake mm, yule mwanadada akishajua tu kila kitu kiko shwari kila kitu kiko sawa mm, ni yeye sasa ile kuweza kusema tu ah, sasa niko relaxed hiyo mm. ni, ni mimi nitapata tu go ahead ya kuwafungua vizuri sana lakini kwa sasa labda hata wanini siku mbili tatu mm. wakiendelea kula nyasi siku mbili tatu si mbaya mm. ndio angalau pia iwe funzo kwa wengine ambao wako na tabia kama hizo kuwa kuna, kuna, kuna punishment. au utafanya tu hivyo na ibaki hivyo lakini unajua hii kesi ni yako wewe tu ndio utaniambia ha, sasa wafungulie Okay, kulingana na mimi uh, wacha nizungumze na yule Fatuma mm, kisha niweze kurejea kwako, kwa, kwa njia ya simu mm. Ama wewe bwana detective, kulingana na ile e, busara ama ile tu kulingana na mambo ambayo yanaendelea hu, unaonaje huyu Hannington pamoja na yule mganga wake uh, sijui kama nilikuwa nimekuelezea alipatikana Hannington na mganga, na mganga alikuwa amejaribu sana hiyo wakati na akatuambia wakati alikuwa, tulikuwa tunafanya ile kum, kusikiliza mambo ambayo mganga anaongea kabla uh, mzee Madala aweze kunyamazisha yule mganga. Alikuwa anasema mimi na wewe lazima tungeteseka, na mimi alikuwa ameshindwa, kwa hivyo wewe ndio alikuwa ameamua uteseke wewe. Kulingana na wewe, utamsamea ama wewe unaona vipi? Nikuulize swali, ndio niulize tu Venye Yesu alienda kwa kanisa akapata watu wanafanya usharati huko, aliwasamea ama aliwatandika? <laughs> Hilo swali ni zuri. Yesu aliwapiga viboko, aliwapiga viboko kabisa. Mbona akuwasamea? Kwa sababu walikuwa wamefanya wameamua kugeuza kanisa likakuwa sehemu ya biashara. Sasa hiyo biashara pia waliamua kunigeuza kwa sehemu yao ya biashara. Sasa mm. Mi ni ule Yesu Mmesikia e, watazamaji pale hivi, bwana detective mwenyewe has say that he's not gonna forgive these guys and he's not gonna make them have peace but I just want to talk to detective and uh, i believe that he will forgive them. Daktari, what do you think, wasamehewe ama vipi? Kulingana na mimi mm, mimi unajua, mi na ni kweli amesema Yesu aliwapata watu na akawapiga viboko, lakini Yesu mwenyewe alisema tusamehe, sijui sabini mara sabini ama sabini mara saba Yesu kitu kama hiyo. Ni kitabu imesema, lakini Yesu pia kwa kitabu hicho <laughs> hicho ndio alichapa watu kwa kanisa. Kwa hivyo Yesu badala alisamee, alisema tusamee kwa kitabu hiyo. Hiyo hiyo kitabu yenye maandiko pia inasema iyo, iyo <laughs> Mungu aliumba binadamu na akaumba pia shetani sindio? hmm. na akawapea sheria hmm. ili shetani akuja, atugeuze pia si? Si, si, mbona Yesu, mbona Mungu atuletee majaribu <laughs> swali ni hilo e, mtazamaji, pale hivi hilo swali la detective pale hivi, naomba tu tusaidie kulijibu, lakini kulingana na wewe daktari, ama bwana mzee Madala kulingana na wewe mzee Madala, wasemaje kuhusiana na hawa vijana wawili ambao umesema siku mbili tatu wakateseke, kisha utaweza kuwasamea ama sisi, iwapo tutasema wasamehewe, utakuwa unawasaidia. Kwa hivyo, wewe, kulingana na wewe, wasemaje mzee Madala pale hivi? Uh, mimi kivyangu najua mimi sina, sina, sina wasiwasi wowote mm -hmm, na wale vijana mm -hmm, sina kinyongo mm -hmm na wale vijana kwa sababu hakuna jambo ambalo wamenifanyia, hata hawana nguvu ya kunifanyia chochote. Lakini wajua, nyinyi ndio mmepitia haya majaribu, nyinyi ndio mmeweza me, kuteseka, nyinyi ndio mmeweza kuendewa kwa mganga. Nimesaidia watu wengi sana ambao wameendewa kwa mganga, wameendewa kwa hayo mambo ambayo hayasaidii, hawana hayana nguvu ya kutosha kukabidhiana na mimi, na vile naweza waambia ni ukweli Tunaambiwa tu samehe watu, tunaambiwa yale mambo ambayo tunayapitia, mtu akikufanyia mabaya usiyaweke moyoni, waweze kuwasamehea ili tuweze kuendelea na maisha mazuri. Kwa hivyo mimi nitawaambia tu, unaweza tu kuwasamehea ili angalau tuangazie mambo mengine tena, kwa sababu labda tunaweza wa, wasamehea na waje wakawa watu wazuri sana katika jamii. Sisi nia yangu mimi kama daktari ni kurekebisha watu. Nikipata yule kijana mdogo yule, yule kijana ni mdogo sana yule Hannington, nipate ameweza kubadilika, nipate anasaidia watu kwa jamii, hiyo ndio furaha yangu. Naam. Kwa hivyo mzee Madala, tunakubali na tunashukuru sana kwa hilo. Kwa hivyo sisi tutaondoka tu hapa hivi. Uh, sijui tutamtafuta, tutamtafuta yule dadake Fatuma ambaye ni Alima, kwa sababu ametuambia ako bizi kidogo. Kwa njia ya rununu ama kwa njia ya simu, kwa hivyo tutamtafuta, kisha vitu hivi vije tuvibebe, manake naona, naona vitu hivi tukivibeba saa hii hatutapata mali pa kuviweka kwa sababu hata yule uh, Fatuma hatujui kama yuko upande wa Nairobi, maana yake tulikuwa tunaambiwa amerudi pale mashinani. Kwa hivyo, kitu ambacho tutakifanya kwa sasa, mzee Madala, tunashukuru sana kwa kile ambacho umetutendea na we are looking forward to uh, kulainisha jamii. Kwa hivyo uh, watazamaji pale hivi, tunashukuru Mungu na tunashukuru kila mtu ambaye amekuwa akitufuatilia kwenye safari hii ya Fatuma na we are hoping that all will be doing well, keep keep on watching, keep on subscribing. Wakati tunatoka ndani, tutazidi kuwashukuru na tutazidi kuwaletea uh, kila kitu ambacho kinaendelea kwa upande huu, be blessed. bye-bye.